Wananchi wa mtaa wa Gombe Kusini kata ya Itezi jijini Mbeya wamekataa mpango wa kutaka kuhamisha ofisi ya kata kutoka ilipo sasa mtaa wa Gombe Kusini na kuhamishia katika mtaa wa Itezi Magharibi. Wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara, baadhi ya wananchi wamesema wanashangaa kusikia kuna zoezi la ujenzi wa ofisi ya kata, lakini ujenzi huo unakwenda kufanyika katika eneo jipya badala ya eneo ambalo ofisi hiyo ipo bila wananchi kushirikishwa. Nyinyi, kama serikali, ni kwa nini mnafanya maamuzi, mnahamisha serikali kabla ya kuwataarifu wananchi husika na vikao? Mnaamua nyinyi wenyewe. Kwa hiyo na nini, wajumbe nini, sisi hatukubaliani na ofisi kwenda kule, tunataka ofisi yetu ziwe katika mtaa huu. Kwa nini msifanye hilo mapema, kwanza muongee na wananchi na wao? Mnajiamulia haya mambo, haiwezekani. Nyinyi mkaamua nyinyi wazee wa mtoa, eneo pale mnasingizia wewe sio bomba tazama, sio nini apafai pana biashara gani pale? atamanaata kukuru waje pale. Kwa nini mnahamisha ofisi kule, wakati wote walikataa kutoa ofisi? Sisi tukatoa ofisi pale, ni kweli swala mnalo liongelea. Sisi tuko usiku wa giza, na kama sisi tulikuwa ni waasisi wa sisi, chama cha mapinduzi miaka ya nyuma, nakumbuka tunapopewa kata ya Itezi, mheshimiwa alituita kama viongozi nikiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Gombe, tulikaa tukaongea. Mheshimiwa mwanguali akasema naomba matawi yote manne mnipe kiwanja. Tukakaa wenzetu wakasema hatuna uwanja, wakaja wenzetu waitezi awamwasote naitezi magharibi hatuna uwanja. Sisi Gombe na Gombe kaskazini wakati huo wakati tuko pamoja, maake sisi Gombe imepakana yani imetenganisha ni serikali leo hii tumetoa uwanja tumejenga na miti miti, tulikuwa tunabeba kule ngambo kule manispaa. Leo hii shetani gani anayekuja kutuambia tuanishe ofisi? Mdudu gani ameingia? Naongea kwa niaba ya Wanagombe, sisi tuna vidonda vingi. Safu iliyopo mbele tu kwanza hatuna imani nayo, tumeumia huko vivi, tumevunjiwa vitu vyetu. Leo hii mnataka kuchukua na ofisi mipeleke mnakokujua ninyi. Tunasema, mimi nasema, Mheshimiwa Shitambala, ofisi yako unayotaka kuihamisha, tukahamishi ofisi. Wewe ni diwani wa saba ambaye mimi kazi yako sijaiona uliyoifanya. Naongea kabisa kwa uchungu. Sijaiona kazi unayoifanya. Kuna diwani wetu hapa ameingia tu kwa muda mfupi, ametujengea zahanati. Leo hii ningependa kuwa kusema kuwa jengo la jengo la daktari mkuu hili hapa. Tunasema ofisi ya Yami, piga kura, ofisi inabaki hapa hapa mtu ya mbaki hapa. Niomba niwasilishe. Mimi nimeanza kwa mtendaji. Unasema mmepokea fedha milioni kumi na tano. Lakini ulisema kwa maelezo ambayo yu njimu nimezoelea, kamati yetu inakaa na kuamua. Lakini kwenye barua yako imesema ujengaji wa ofisi ya kata, sio kumalizia wala kuboresha. Nadhani barua yu njimu sema. Alafu unasema wewe na kabineti yenu nikaa mshirikisha wananchi. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi hapa ambao ni wajumbe pia wa kamati ya siasa ya kata. Na nani watanijibia, Kama nao wanahusika au hawahusiki. Na kama wanahusika basi wananchi wanataka kupepusini ya hakuna kwa chakula na mwanangu. Kitu kingine. Unapohamisha ofisi za umma ni lazima utaratibu kwa hata kama umetokea hivi. Lazima ushike chini kwa sababu sisi sio wenye ofisi. Hizo ofisi sio za kwa mimi, sio za kwa Mwandemba wala sio za shambaa. hizo ofisi zina wananchi. Kabla mjafanya mambo yote, ilitakiwa mrudi kwa wananchi. Nyiye mmekaa mmejiamulia, mmefanya vitu vya uongo na ukweli ambao nyie mnalijua, mnakuja leo mnatutishia, mnasema na Mheshimiwa fulani anachangia, yule ni wajibu wake, kwa sababu hata mimi nimealika mwenyewe nimealika, ila kwa sababu mliona ule mtana mbatili, sikuja kitu ambacho wananchi wanashirikishwa. Kwa hapa tumtoe madam Zuria, tusimuingie huko, pamoja na baba Changia, tunyonge sisi kwa sisi, sio ni Changia kama wanachangiaji wengine, wala wengine, tumtoe huyo, atakwenda mwezi, tujadili kitu kimetuhusu nini? Kata mliwashirikisha wananchi? Na kama mwashirikisha wananchi, kwa maana ofisi mnaongoza kama familia zenu. Sasa kama mnaongoza kama familia zenu, sisi hatuna imani na nyie na mkurugenzi kupitia hii naamini na imani na akanisikia, hatuna imani na mtendaji wa kata, hatuna imani, hatuna imani na diwani wala kamati ya ya maendeleo ya kata, hatuna imani kwa sababu ile ofisi hata kamati inayojenga ni kamati ya mtaa mm -hmm. au kuna wanakamati wanaohusika kujenga ile ofisi wanatoka Gombe Kusini haio? Hizo propaganda Itezi tumezichoka, kwa hatuna imani na niye na chama cha Mapinduzi

Niliona madiwani walipita kazi zao walizofanya, nimeona diwani aliyeingia kazi zake amefanya, ukisema ajafanya chochote unapofikwa pale, unapofikwa pale, simuone mtu

ilo ofisi ina nafasi kubwa, kama nimezisikia ambazo wanasema wananchi kwamba ni sehemu ndogo, kwamba ile ni sehemu ndogo, na sema ofisi yame hamna sehemu ndogo. Nilifikiri mlikuwa na ajenda nzuri kwamba ile ofisi iko sehemu nzuri ambapo kila mmoja anafika kwa wakati kupata kutatua kutatua shida zake

uzuri ile ofisi iko kwenye open space ambayo haitatengeneza vitu vingi mbele. Kwa hiyo nafasi ya magari, watu wanaweza kusafisha sana gari la parking, wanaondoka ya gari pale, kwa sababu ya jamani. Diwani, mnaomba mtueleze sasa vitu vya kina kwa namna, kwa nini Gombe hii tunaolewa kila kitu kinaandikwa na ya kule, leo tunataka kuleta lakini cha ajabu ambacho hata mimi sikielewi, yaani hiki, si kinatoka wapi? Unasema mtaa wa Itezi Magharibi waliomba makao makuu ya ofisi ya kata yawe pale Gombe Kusini, tukiomba na sisi tunaomba iwe hapa takubali Gombe Kusini wakiomba takubali, mwasote wakiomba takubali. Mtendaji nimemwakilisha mkurugenzi, kwa majibu hayo amemwakilisha mkurugenzi kwamba mtaa wa Itezi Magharibi uliomba kwamba hautaweza kumalizia iwe ni ofisi ya kata. Sasa muulize hapa na mandalasip namadaas najua ni mchamuu uliwahi kuitisha mkutano kuwambia wananchi kwamba ofisi tukahamisha kule? Ajibu, ajibu. Mara katika mawako ya mwisho umesema tuliwaagiza wenyeviti waende wakawaambia wananchi kwenye hii hoja. Nina uhakika mimi ni mwelezi tena sio mwelezi wa kubabaisha, mwelezi ni wa hakuna mtaa, hakuna mtaa, na ukuwambia kama una muhtasari ya mitaa yote ilikutana iyofanyika kukubaliana na hili jambo waambie nawote historia ya hiyo ofisi. Wananchi wa mtaa wa Gombe Kusini maraka, mimi sizungumzii kata, sizungumziati. Ujenzi wa ofisi ya kata ulianza mwaka 1995 kwa utaratibu, 95, wa utaratibu kata, Mheshimiwa Diwani mwankwali alipeleka hoja kwa DC, akiwaambia tumechoka kulipa kodi ya pango kwenye majengo utuwambia wananchi tuaja wa hata kuwa na jazba wananchi, tutulize kitenesi. Hapa haji mkuu wa mkoa hapa, haji mkuu wa wilaya hapa, wala mkurugenzi haji. Hii ngoma inaisha sisi wenyewe. hata sababu moja ya msingi, mtendaji wa kata utuambia sababu moja ya msingi. Yaani mtoto wako ni mzaa umemsomesha ametoka kwenye nyumba hiyo hiyo ndogo fupi, anajenga nyumba kubwa, unahama na mke wako na watoto, aenda kulala kwa mtoto, ni aibu, iaibu, aibu. Halafu mwenye mwenyekiti wa mitaa hakika nampongeza fad yule mwenyekiti wa Itezi Magharibi, nampongeza, na inawezekana watu nalitubia juu lile eneo, anapambana, anapamana, anaandika barua kuomba kwa mkuu wa mkoa, sisi kama chama tupo, anaomba jenga ofisi ya mtaa, tupo

na kama kuna wanasiasa, na kama kuna wanasiasa kwa mujibu wa katiba yetu na utaratibu wetu, wasemaji hawako wengi. Sisi yangu hili hatuijui, hatuijui ndio tunaisikia, hatuijui. Mwenye kitabu yuko hapa, ndio msemaji wa mwisho. Na oo, sasa kama kuna mwanasiasa yuko Mbeya anakuwa ni msemaji, tueleza kwenye vikao. Hiyo ofisi mtendaji, hautakuwa mwatendaji ukiona uwezi enda kaamajili ama Itezi, tunakuheshimu sana, tunakuheshimu sana. Acha kututengenezea hiyo milioni kumi na tano. Kama mmeshindwa kujenga ofisi basi, gaweni mara nne, wewe kaskazini wapate chai, wewe kusini wapate chai, mashoto wapate chai, Itezi Magharibi wapate chai.

Kauli hizo za wananchi zinafuatia taarifa ambayo imesomwa na afisa mtendaji wa kata ya Itezi Patson Mwandemba kuhusu kata hiyo kupokea shilingi milioni kumi na tano kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya kata, lakini ofisi hiyo haitajengwa tena ilipokuwa awali bali inahamishwa na kujengwa katika mtaa wa Itezi Magharibi na kuomba kwamba jamani, tunaomba tuendelee kusaidiwa, jengo tulionalo ni kubwa na kwa uwezo tulionao hatuwezi kukamilisha kwa wakati. Kata kama kata ilipokea maombi hayo na baadaye ilikaa kama mkutano, kwa maana kwamba kama kikao cha kamati ya maendeleo ya kata. Kamati ya maendeleo ya kata ilipokaa baada ya kupokea hilo ombi kutoka kwenye mtaa husika, kwamba sasa tunaomba ofisi hii kulingana na kwamba kwa ukubwa ilionao na kwa, kwa ukubwa na wa eneo e, tungetamani iwe ni ofisi ya kata hayo ni mawazo ya awali kabisa ya mtaa husika. Kata kama kata, kwa ajili ya udhibiti wa maeneo yaliyopo ndani ya kata hii, kamati ya maendeleo ya kata kwa kipindi hicho ilikaa kwa kukubaliana kwa pamoja kwamba wamepokea umi hilo, na mwisho wa siku wakalikubalia kwa kauli moja kwamba sasa wako tayari kuingia moja kwa moja kwa lengo la kukamilisha jengo lile ili liwe ofisi ya kata. Baada ya hapo kweli kata ilianza jitihada za kuanza kutafuta michango mbalimbali kupitia kwa wadau, alielekezwa mpaka mheshimiwa mbunge wetu wa jiji la Mbeya, spika wa, wa, wa, wa, wa, wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na spika wa mabunge duniani IPU, mheshimiwa Tulia Axon, kweli baada ya kupata hiyo taarifa hakusita, alifika, alituletea msaada wa ukamilisho wa upauaji alituletea bando kumi na moja kwa maana kwa ya kwamba ndani yake zilikuwa na pisi mia moja na sabini na sita pamoja na fedha taslimu milioni mbili kwa ajili ya ukamilisho. Zile fedha pamoja na hizo bati zilifanikisha ujenzi ule, kwa maana ya kwamba upauzi ukawa umekamilika. Bado ofisi ya kata ikaona hivyo haitoshi, iliendelea kuomba wadau mbalimbali ili kuona namna gani kukamilisha lile jengo sasa. Ndani ya hilo wakati tunaendelea ya pia kulifanyika kuliitishwa harambee, ambayo harambee hiyo ilifanyika ndani ya katika viwanja vya jengo lile lile e, na mgeni rasmi ndani ya shughuli ile ya harambee alikuwa ni mheshimiwa katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu huu wa Mbeya yeye ndiye alikuwa mgeni rasmi na tulishirikiana naye katika ile harambee pale. Watu mbalimbali waliweza kutoa michango yao na kuahidi kwamba wengine wangeendelea kufanya hivyo. Sasa wakati hilo linaendelea, bado taratibu ziliendelea tena, kwa maana kwamba ndani ya kata kikao kilirudi, kilikaa tena kwa ajili sasa ya kutoa taarifa, kwa maana kwamba kupitia sasa kamati ya maendeleo ya kata ambao wajumbe wake E, wapo ambao hao sasa baada ya kukaa kwenye kikao hicho kwa maana ya kwamba kikao cha kata kilipokaa, e, kilichokuwa kinatakiwa sasa kifuate ni mikutano ya wananchi kupitia kwa wenyeviti wa mitaa. Sasa kwa kipindi chote hicho hatujapokea malalamiko ya aina yoyote yenye kuonyesha kwamba kuna changamoto yoyote inayoonyesha kwamba una shida kama hiyo ya wananchi kuto kuikubali ile ofisi. Baada ya hapo sasa, ni mwaka huu ndani ya mwezi wa pili tarehe 15, fedha zimeingia kwenye akaunti ya kata kwa ajili ya mwendelezo wa ukamilisho wa lile jengo. Sasa mkurugenzi, baada ya kutuletea ile fedha, wananchi kwa maana kwamba kikao kilikaa tena cha ku Ridhia mapokezi ya fedha hiyo. Baada ya hapo, kwa maana ya kwamba kamati ya maendeleo ya kata wajumbe kwa ujumla, moja kwa moja tulienda kwenye lile jengo na ndiko kulikofanyikia hicho kikao. Wajumbe wote kwa kauli moja, wote walikubaliana kwamba fedha hii iweze kufanya ukamilisho ndani ya jengo hili. Aliposimama diwani wa kata ya Itezi akaanza na suala la yeye kuachia nafasi ya uongozi. Wengine leo labda jina la, labda hawanijui jina, naitwa Sambwee Shitambala, hiyo diwani wa kata hii. Nikianza na hoja, ndugu yangu aliyesema niachie, siachie, labda ukagombea ukagombe, uchukua fomu tushindane, make muda umekaribia. Hapo siachii niben labda wamekutuma wale wa vyama wame vingine, mpaka nimewasikia asubuhi redioni wakiropoka ropoka we, lakini naomba unyamaze. Ukipewa muda wako uongee, mimi nakuheshimu kama mtu hey, mzima tena rafiki yangu. Hata kama ni bosi wangu, basi nyamaze kama bosi uwe bosi, niejieshimu ikiwa bosi nijeshimu, utaheshimiwa. sisiemu oye haya, kiongozi wa kafu, naomba na nyamazi ili tuongee oleni sana kwanza, kwa ukaa sana niongelee mengine yote yaliyopita kabla ya lile la ofisi, yameongelewa mengi sana. Nina haki ya yapeli na niwaombe waombe tu, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni ya kujitetea kabla hajafika kamba, mwambieni samasema hili kwa. Nawezekana nikawadanganya nikawambia ukweli, mtachambua kwa sababu e ni waumbwani. Kuhusu kuhamisha ujenzi wa ofisi diwani anasemaje? Uwezu, mkata mti juu lazima uanze chini. Kwa hiyo ni acheni na mimi niseme kwa staili yangu, kutakwenda kujadili hoja hii kwenye ODC. Mwenyekiti, tunachukua hoja yako na, na watu wako hapa tunaenda kujadili kwenyen kwenye ODC. Kwenye kwayo niseme tu kwamba hakuna mwenye nia mbaya naikata, hakuna, hakuna, kwa sababu uongozi ni dhamana tu. Mimi kata hii si yangu, ni kata ya watu, wala ofisi ile si yangu, ni ya watu, na wala ile Itezi Magharibi si yangu wala si ya familia yangu ni ya watu watu ndio mnaopanga mtuonekane wanyonge kwenye hili hatuwezi kuwalazimisha kuvunja shingo hata kidogo kwa sababu haitaisaidia kitu a ametawanisha kata nitanifaa nini mimi kujibizana na kitu ambacho watu hawakitaki Nirudie tena kwa ngazi ya viongozi, ukiachana wale wa chama, viongozi wengine tuwe wakweli na wawazi kwa kile kinachotokea. Kila tukifanyacho kisemwi kilivyo, kila tukitendacho kiseemwi kilivyo. Tunapotakiwa lawama tupewe lawama ya waziwazi wazi. Tunapotakiwa sifa yetu tupewe yetu. na ndiyo maana nilianza na yale ambayo nilitaka kunidhalilisha, ambayo kwa kweli sikupenda. Lazima nitamke kwamba sikupenda pasibabu, nimetoa yasho, kwa sababu nimetoa jasho kuwakikisha maendeleo yenu na vitu vyenu na haki zenu zinalindwa. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.